Hayo ni mapokezi ya kumpokea mstahiki meya wa halmashauri ya manispaa ya Mpanda mkoani Katavi Haidary Sumry alipotembelea kwenye ujenzi wa ofisi ya tawi la Kilimani lililopo katika kata ya Nsemulwa ambapo mstahiki meya ametoa mifuko 40 ya saruji kwa ajili ya kusaidia ujenzi wa ofisi za Chama cha Mapinduzi CCM ngazi ya kata. Akikabidhi mifuko hiyo kwa wenyeviti wa kata wa chama hicho ikiwemo kata ya Kawajense na katika ofisi ya tawi la Kilimani lililopo kata ya Nsemulwa, Sumry amesema lengo la kutoa mifuko hiyo ni kukifanya chama kionekane cha tofauti kwa kuboresha mazingira katika ofisi za kata. Leo tu peke yake nimetoa karibia mifuko arobaini ya saruji Wajense na nimekuja kutoa mifuko ishirini hapa na kwa maeneo hayo, ndo nilikuwa bado nina maombi. Kawajense waliniomba toka mwezi wa kumi na mbili, lakini bahati mbaya nikawa sina uwezo wa kutekeleza. Kwa hiyo nilivyopata ka nguvu hapa katikati, basi leo nao nimeenda nimetekeleza ahadi yao, lakini na hapa nimekuja kutekeleza ahadi yao. Lengo ni nini? Lengo ni kukifanya chama chetu cha Mapinduzi kionekane kweli ni chama tawala tofauti na vyama vingine, kwa sababu haiwezekani sisi chama cha mapinduzi tukawa hatuna ofisi tukawa hatuna maeneo ya kufanyia shughuli zetu, na sisi ndio chama tawala. Kwa hiyo tutaendelea kusapoti kwa kuhakikisha kwamba mazingira ya chama chetu yanakuwa yanakuwa mazuri. Kwa upande wao baadhi ya viongozi wa chama cha mapinduzi CCM ngazi ya kata wamemshukuru mstahiki meya kwa kuwapatia mifuko ya saruji itakayosaidia katika ujenzi unaoendelea na kuwaomba wadau wengine kujitokeza ili kukamilisha ujenzi huo. Mimi nawiwa kusema asante kwa kutuunga mkono kwa ajili ya ujenzi wa yetu ya chama cha mapinduzi ya kata, tunakushukuru sana. Kwa niaba ya wanachama wote wa kata tunapenda kumshukuru msta, nani, mstahiki meya kwa mchango wake aliotuwezesha, kwa sababu tulikaa kamati ya ujenzi, tukaandika barua ya kumwomba msaada, na kwa kweli, kwa uwezo wake Mungu, mheshimiwa mstahiki wetu meya amekubali ombi letu na akaja kutuchangia mifuko 20 ya simenti. Tunamshukuru sana aendelee na moyo huo huo na asichoke kutusaidia sisi kata ya Kawajense na mwenezi wetu hapa hapa tu. Mifuko ishirini ya simenti, mwenezi wetu amemuomba mstahiki meya atusaidie mchanga ili zoezi liendelee, na kwa huruma yake na kwa upendo wake mstahiki meya amekubali hilo ombi. Kesho mchanga unakuja na tunaanza ujenzi mara moja. Tumepokea simenti mifuko ishirini kwa meya wetu hapa Mpanda mjini. Nashukuru sana. Tawi ya Kilimani ametoa mfano mkubwa sana. Naamini kwa tukio hilo tumepata mori sisi kama Wanakawajense kuendelea kuhamasisha na kuimaliza ofisi yetu kwa uharaka zaidi, kwa sababu kata ya Kawajense tunatamani sana tuwe na ofisi lakini huu, unaona, itakuwa ni chachu kubwa ofisi yetu kuisha, ambayo imekaa kwa muda miaka ishirini. Hatuna ofisi ndani ya kata hii. Pia nawakaribisha wadau wengine wajitokeze kuendelea kutusaidia pale patakapokuwa kuna endelezo la kujenga kata yetu kujenga jengo letu la CCM. Chama cha mapinduzi sio masikini, kina watu, kina watu popote pale. CCM iko imara, ina watu, wanafanya vitu sio kitu vitu. Ujenzi wa ofisi za chama cha mapinduzi katika kata ni utekelezaji wa agizo la mwenyekiti wa chama mkoa Idi Kimanta pindi alipoingia madarakani nikiripoti kutoka hapa halmashauri ya manispaa ya Mpanda mkoani Katavi. Mimi ni Ana Mhina, Mpanda Media. Ili uwe wa kuanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulaiki na kushare.